Chilambo, tunakwenda kuzungumza mawili matatu tuna ripoti kutokea hapa, Azam Complex, Chamanzi. Chilambo, uko poa? Ah, namshukuru Mungu. Nzima afya. Mungu anasaidia. Bwana, nianzie hapa. Historia ya kwanza mnaiandika ndani ya viunga vya Azam Football Club. Mnajisikiaje mkiwa kama wachezaji lakini pia vile vile, mnakwenda kuiandika historia ambayo haijawahi kuandikwa kwa mara ya kwanza mnaiandika mkiwa katika viunga vya Azam Complex. Uh, kwanza kabisa kwa upande wetu sisi najisikia faraja hata kwa viongozi pia, tuseme wanaazamu wote, hata kwa mashabiki pia, kwa sababu ni kitu ambacho tumekisubiria kwa muda mrefu sana, pia ni kitu kikubwa sana. Ni kitu cha kwanza kabisa kuliko yote, kwamba tunamshukuru Mwenyezi Mungu mweza wa yote, maana pasipo yeye zizani kama sisi tungefika katika hatua hii. Kwa hiyo tunamtanguliza Mungu kwa shukrani, tunashukuru na pia tunashukuru pia kwa kupambana kwa kwenda hatua ya makundi, haikuwa rahisi. Kwa hiyo ni jambo la kumshukuru Mungu, na tunajivunia sisi kama wachezaji kuandika historia katika klabu, kwa sababu ni kipindi cha muda mrefu ijafanikiwa katika hatua ya tena. Ushindi mwingine, mnakwenda kucheza dhidi ya KM nyumbani, na hasa a ah, ugumu kwa sababu unajua bwana, kitu ambacho kinaitwa mashindano siku zote lazima kiwe kigumu. Yani hata kama okay, ukiwa unacheza na timu ambayo ipo chini yako, yani ile situation inakuwa ishabadilika, kwa sababu ni kitu cha mashindano. Kwa hiyo toka mechi ya kwanza tunacheza na wale Merek ni na tukafuata mechi hii ya Zidi ya KMK. Kwa hiyo ugumu ulikupo kwa sababu mpira bwana, tukisema tuwadhalau mpira na matokeo ya ajabu. Kwa hiyo ugumu unakuja kwamba pale, je, sisi tumewadhalau tume wapinzani ko pia tunamshukuru Mungu kwamba atuweza kuwadharau na hatua tuliyopiga ni kubwa. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu mpaka tumefanikiwa kuingia katika hatua makundi. Kwenye kila mchezo na kila mnapokuwa mnakuja katika uwanja wa mazoezini, kocha Ibenge huwa anawaambia kitu gani haswa na matarajio yake ni nini, kama vijana wake ambao mpo kwenye malengo moja na mnaenda kwenda kutia nia kwa ajili ya msimu huu? Kwanza kikubwa ni anasisitiza vile ambavyo anafundisha na pia licha E, msimu huu target yetu kubwa kabisa ya kwanza kwamba katika mashindano ya hii mashindano makubwa kama haya tufike katika hatua makundi. Pia tunamshukuru Mungu tumefanikiwa. Kwa hiyo pia tunaangalia sasa tunaenda katika mechi kesho kutwa katika ligi kuu na pia tuna malengo makubwa ambayo pia tumejiwekea sisi kama timu. Kwa hiyo naamini kwa the way jinsi tunaendelea kutraining this kwamba tunaendelea jinsi mwalimu anaendelea jinsi kutufundisha. Kwa hiyo naamini tutafanya makubwa zaidi. Mm. Yeah. Mimi naamini kwamba kwenye viunga kama hivi ukienda kwenye klabu kubwa ukiuliza mchezaji gani ambaye ni mtukutu sana kwenye huu uwanja? Wengine ukifika kipindi hicho, Manchester City, utaambiwa alikuwepo mtu kama Mario Balotelli. Nikienda kwa sasa walikuwepo, wanakwambia uh, De Bruyne ni miongoni ambaye anaonekana kwa nje, lakini ukirudi katika viunga vya ndani anakwambia ni miongoni mwa watu ambao da, ukikaa naye unaweza ukacheka sana na ni mtukutu, ila mnakwenda tu kwa vile ambavyo mnamchukulia poa. Hapa katika viunga vya Azam Complex, nani mwingizo gani ka...? Yani, yani bila hata kupepesa yani, ni msindo yani, huwezi kupepesa eh. <laughs> Pasco ni mtu ambaye ni eh <laughs> problem sana <laughs> ah, Pasco ana matatizo sana. Pasco na matatizo sana. Anamzidi. Anamzidi. Matatizo sana. Yani sana. Hmm. Sana. Ni mtu ambaye kwamba ah, anapenda kwa anapenda kucheka na kila mtu kweli, lakini si unajua, sometimes mtu labda anaweza kakuwa yuko serious yuko serious na kazi ye, ehe, anafikiria mambo yake. Sometime unajua, kwa sababu sometime kila mtu anatokea mazingira tofauti tofauti, hatuwezi kujua. Kama leo labda kwa upande wangu mimi siwezi kujua labda leo nyumbani kwangu nimeamkaje. Kwa hiyo ninavyokuja hapa, huwezi jua labda na stress kitu gani ambacho kimetokea nyumbani kwangu. Kwa hiyo ninavyokuwa labda nimetulia kimya na focus yee yeah, anakuwa analeta masiara mengi sana, yaani jokes ni nyingi nyingi vibaya mno. Kwao ni mtu ambaye anatusumbua sana kwa kweli, lakini sema bwana, tunaishina hivyo hivyo tunaishina hivyo hivyo. kama msemo unaosema bwana, mtoto akiunyea mkono usiukate, kwao tunaishina hivyo hivyona shukuru